Yeah, unahitaji video zinazovutia ili kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii sasa. Utapata huduma za kutengenezewa video fupifupi fupi za matangazo ya biashara yako zilizohaririwa kitaalamu zitakazokusaidia kuvutia wateja wako zaidi. Utatengenezewa matangazo haya kwa bei nafuu na ubora wake ni wa hali ya juu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0692318213 sita ya mwezi wa tano mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu shauri la kesi ya, ya uchunguzi Jamhuri e, dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya hakimu mfawidhi e, Franco Kiswaga ambapo e, itakiwa kwamba kesi iweze kukuja kwa ajili ya kupata kwa ajili kwa ajili ya kutajwa. Ilichojitokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea aku katika mahakama ile ya, ya kule gerezani e, kwa sababu ambazo alizoziainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kukua katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao upande wa mashtaka wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika. Na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uaini ya sasa, uchunguzi haujakamilika mbali ya kwamba uchunguzi ma, ma, e, kesi nzima inaegemea ina, ina, ina, ina katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lissu anadaiwa kuwa aliyasema, e, mnamo tarehe tatu ya mwezi wa 4 mwaka 20, 20 na na, na, na, na, na tano. Sasa upande wa utetezi tuko tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na eh, na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini inahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale, yambayo, ma, yale ni ambayo maneno ambayo yaliatamka ndio ambayo anasema kwamba ileta kusababisha mash, mashtaka hayo ya kesi ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa hakuna cha kuchunguza cha ch, ch, ch, ch zaidi ni kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria ku kuleta, watakuwa tayari watapandisha. Lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena, tarehe 19 ya mwezi wa, wa 5 2025, upande wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upe upe upelelezi umefikia wapi, na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa kwa hadi za, za nani za kusema kwamba uchunguzi haujakamilika au. Basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano ishirini na tano na tunategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza na sisi tuweze kuonyesha jinsi gani mteja wetu ana hatia kwani utaweza kujitetea na mwisho wa siku, wa Tanzania na wao vile vile waweze kuamua katika akili zao, lakini kikubwa zaidi mahakama uweze kutoa hukumu inayostahiki. Asante. Sisi tumesema kwamba kwa kuwa kesi nzima imeegemea katika maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza kua kwamba kuna matendo ambayo mteja wetu aliyatenda huko baada ya kutamka ya yale maneno sawa lakini kesi nzima imeegemea maneno yaliyotamkwa na kwamba ndio hayo ambayo ambayo yaliitisha serikali. Kwa hiyo tunapenda tuje tuonyeshwe jinsi gani serikali itetemeka kwa maneno ya Tundu Antipas Lissu, ambayo anaambia wananchi kwamba waweze kuchukua hatua zinazostahili kupigania haki zao za kidemokrasia. Asante. niongezee kitu hapo, pamoja na kwamba upelelezi unaendelea, lakini sisi upande wa utetezi hatujaridhishwa na hatua ambazo zinachukuliwa kwenye upelelezi wa shauri hili na na hatuja, ndo maana tumelalamika mahakamani kwamba upelelezi huwezi ukachukua muda mrefu kwa, kwa shauri ambayo inahusiana na maneno maneno ambayo anayo yako kwenye YouTube yako kwenye CD na kila mtu anayo na mshtakiwa wanaye. Kwa hiyo hatuoni ambacho kinapelelezwa, ndo maana tumeieleza mahakama na mahakama imetoa amri kwamba tarehe inayofuata upelelezi huo umekamilika, kama hujakamilika, hatua gani imefikiwa na nini kinakwamisha huo upelelezi kwa hiyo tunategemea tarehe inayofuata tutapata majibu sahihi kutoka kwa upande wa serikali, lakini pia mahakama itatoa maelekezo mengine. Lakini maelekezo ya leo ni kwamba, moja, upelelezi ukamilike tarehe inayofuata, lakini mbili, tutakuja tarehe ishirini mwezi wa tano kupata tarehe kumi na tisa mwezi wa tano kupa, kupata, kupata majibu sahihi ya huo upelelezi. Lakini jambo kuu ni kwamba mahakama imeelekeza upelelezi ukamilike kwenye shauri ambayo linamkabili Tundu Antipasi Lissu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment. Je, unahitaji video zinazovutia ili kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii? Sasa utapata huduma za kutengenezewa video fupifupi fupi za matangazo ya biashara yako zilizohaririwa kitaalamu zitakazokusaidia kuvutia wateja wako zaidi. Utatengenezewa matangazo haya kwa bei nafuu na ubora wake ni wa hali ya juu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0692318213.